Na warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Baada uh, ya sekeseke kuweza kutokea kuhusiana na kifo cha MC Pilipili, uh, kuna taarifa usba uh, uh, kuna taarifa ambayo nimeipata hapa, uh, kwamba huyu uh, mke wa MC Pilipili, uh, kuna taarifa ambayo inaonekana inamhusu moja kwa moja kwamba familia ni kama wamemtenga wamemfukuza. E, unajua kutokana na nadharia ambayo inaonekana kutokea wali, kumunga, Nodoma, na, amba na vitu kama hivyo. Kwanza kabisa watu waliweza kumnanga pale alivyoshuka tu Dodoma, na wengine wanasema kwamba huyu pengine hapa atakuwa nahusika na vitu kama vile, japo hakuna uhakika na wala hajahusika chochote. Sasa uh, kutokana na mambo mengi kutokea kuhusiana na E, kifo cha MC Pilipili e, mambo yameonekana kuwa ni upande wa e, familia ambapo wenyewe wamekaa chini na kulifafanua ile jambo kwamba kuhusiana na swala la kumfukuza mke wa Pilipili pili. Unajua e, waliweza kukaa naye chini unajua sio mara ya kwanza kuwasuluhisha e, katika mambo ya hapa na pale, e, ndoa yao. Unajua, hakuna ndoa isiyo na changamoto ndoa zote town unazoziona wewe, watu wanacheka wanagonga glass e, wanakunywa e, unaona, ni bibi na bwana, huko ndani ni moto unawaka, moto unafukuta kweli kweli. Sasa kwa upande wa familia hilo jambo kwa wala sio shida, wameweza kumkubali na pia wamempa taarifa zote e, na hawala e, hawajamfukuza e, kwa sababu E, hata walipotoka mochwari walikuja wakampa taarifa zote na hata kwenye swala pia la e, e, mirathi e, wamesema kwamba watamsaidia na pia kila kitu e, kitakuwa sawa. Sasa inaonekana kabisa kwamba E, msemaji wa familia au si bwana msemaji wa familia ameweza kuwaondoa hofu e, watu ambao walikuwa wanazungumza kuhusiana na e, swala zima la mke wa Pilipili pengine pili, e, labda alifukuzwa na familia. Unajua, kuna kuna taharuki nyingine zinaweza zikazuka, halafu e, mwisho wa siku e, na mwisho wa siku ikawa ni changamoto Unaona una, una, e, kwa hiyo tunaona kwa ripoti ya Mange Kimambi na sosi nyingine za habari za hapa na pale za udaku e, zinasema kwamba familia walimfukuza, ne, walimfukuza e, mke wa Pilipili. Sasa hii inaonekana inamshtua kidogo Mange Kimambi kwa sababu na, na watu wengine so habari ambazo zilizua taharuki na vitu kama hivyo kuhusiana na eh, na kifo cha eh, MC Pilipili ni kwamba familia imetoa tamko kwamba wenyewe hawana shida kabisa na mke huyo wa aliyekuwa eh, MC Pilipili. Hapa anazungumzia marehemu, maana sasa hivi ni marehemu eh, ni kwamba wenyewe wamekaa chini na kuamua kabisa kwamba eh, wanamsaidia katika kila engo, kwa sababu unaweza kumnyoshia mtu kidole kwa kipindi kigumu kama hiki, kumbe hausiki hata, hata, senti, eh, hata, hata doti moja. Kwa namna moja ama nyingine, wenyewe eh, ni watu ambao ni kwanza ni watu wa dini, na aliyekuwa anazungumza hilo jambo kwamba hajafukuzwa mke wa MC Pilipili ni kaka yake eh, Mchungaji Peter eh, kwa hiyo eh, huyu jamaa kwanza ni mchungaji na hata aliyekuwa e, hata m, hata marehemu Pilipili naye pia aliwahi kuwa mchungaji kabla alifariki, alichakumiliki kanisa lake na nadhani huduma ilikuwa inaendelea taratibu mdogo mdogo. Kwa hiyo ameweza kuondoa hofu wale watu ambao wanazungumza kwa pengine, labda sasa baada ya e, kaka wa marehemu e, kuzungumzia kuhusiana na swala la e, mke wa Pilipili labda kufukuzwa, maoni yalikuwa kama yafuatayo, kwa sababu tunaona taarifa inasema kwamba mke wa marehemu hajafukuzwa, yupo nyumbani. Mara baada ya taarifa hizo zilivyosambaa mtandaoni kuwa mke wa MC Pilipili baada ya kufika nyumbani kwamba alifukuzwa, e, kaka wa marehemu amekanusha taarifa hizo na kusema kuwa wapo naye nyumbani na kama familia watahakikisha taratibu zote za mirathi, watahakikisha wanamsaidia. Maoni ya mashabiki wamekuja hapa kutoa maoni yao. Mwenye sema huyu kaka ni mchungaji wa kanisa la Baptisti Mbezi Bichi, ni mtaratibu ana ya Mwenyezi Mungu anaonekana, mmoja sema kwamba e, ya Rabi, ni jalie ni mikono mwa familia inayojitambua kama hii kuliko e, Madale akisema kwamba bora upate familia ambayo inajitambua, e, wana akili wako smart. E, na siu ya Madale hapa, sijui analenga Diamond, sijajua, ila anahisi atakuwa analenga Diamond. Lakini inaonekana ndio hivyo maisema kwamba na uhakika. Uh, anyway mwingine akaandika kwamba hii familia ina imani ya Mungu sana na upendo sana, Mungu awabariki pamoja na mapeto yote waliopita. Uh, amesema wana upendo sana, ukiwa na Mungu hivi ndivyo unakuwa, uh, moyo wako unawaza mema. Uh, maana yake ni kwamba ukiwa na Mungu moyo wako unawaza mema, mwanzo mwisho yaani, unakuwa nawaza positive. Kila kitu unachukulia positive na wala sio negative. E, safi sana kaka. Mungu aendelee kuwafariji. Hapo ndo unapojua malezi ni ya baba na mama. E, kwamba unajua hapa ni malezi ya baba na mama. Manasema kaka, marehemu na hekima sana. Mungu akubariki sana. Anajitagua sana uh, past Christopher na hekima sana huyu. Mm -hmm. E, kwamba huyu Uh, ni pasta uh, kumradhi siopita inaitwa Pasta Christopher eh, uh, uh, wala siopita. Kama nilivyoeleza hapo awali, hawa hawakuwa na tarajia, nobody will chase her. Atalindwa na sheria mpaka mwisho wa uhai wake. Kisheria na kidini, tunatambua kabisa kuwa ni mke wa Pilipili. Nyie hata ndoa zenu zina shida, kwani mmepeana me, taraka? Hebu mwachini dada watu amilie mmewe, mwasema wanafanana kuongea na, na marehemu E, maizima msionyeshe chuki yote eh e, kama kuna ubaya alifanya kiipite, basi kwa damu hii iliomwagika, Mungu atalipa haraka sana. Jamaa wako vizuri sana, acha mbali na kuwa na familia umbea. Familia yako waone vya duniani ni vya kupita tu, unajua e, kuna wakati mwingine kuna familia nyingine vya duniani ndio kipaumbele sana, kwa hiyo unakuta mali nini, unakuta hata mke anakuwa nakosa haki zake za msingi. Kwa hiyo ni majeraha ya kuumwa nafisi au kupigwa na watu eh, nafisi na Kasongo. Kwa hiyo mkewe ndio alimpiga? Punguzeni ujiwaji. Sikiliza swali aliloliza na mwandishi, kisha sikiliza majibu, taelewa nimemaanisha nini. Usikurupuke ila watu wanawazaga nini kutunga maneno kama haya? Baba na hekima huu ina hofu ya Mungu eh? Mwasema mlee mtoto katika njia ipasavyo, naye hata iache njia itakapokuwa mzee. Hakika ameelewa vizuri. Ndugu zangu mna upendo sana na hofu ya Mwenyezi Mungu, maana wana hofu e, uwezi kufanya kitu kibaya sababu wana uwezo kufanya hivyo hivyo e, kulinda kila kitu cha MC Pilipili, kila kitu wanaweza e, na kila kitu kikawa sawa. Ningemkimbiza kama mwizi kama ningekuwa ndugu wa MC Pilipili, yani angekuwa ni ndugu angemkimbiza, mirathi ya nini? Sasa wakati walishatengana e, hawakupiana aasw hata mshenga wao alisema alikuwa na mpango wa kuongea nao ili watengeneze ndoa wa yao, na kugombana kwa na ndoa ni kawaida e. Kwa hiyo e, neno kwamba wametengana si hivi si vile, apana e. Mwingine alisema kwamba kwa nani alisema amefukuzwa na nimesema amefukuzwa, hakuna lisema amefukuzwa e, kweli inakuaga hivi. Familia wako very humble na upendo mwingi sana. Niishie hapo, dondosha mwenea kisha na subscribe.